Injili kulingana na Marko Mtakatifu, mlango wa kumi na moja. Hata walipokaribia Yerusalemu, karibu na Bethfage na Bethania kukabili mlima wa Mizeituni, aliwatuma wawili katika wanafunzi wake, akawaambia, nendeni mpaka kile kijiji kinachowakabili, na katika kuingia ndani yake, mara mtaona mwanapunda amefungwa, asiyepandwa na mtu bado. Mfungueni, kamleteni na mtu akiwaambia, Mbona mnafanya hivi? Semeni, Bwana anamhitaji na mara atamrudisha tena hapa. Wakaenda zao wakamwona mwanapunda amefungwa penye mlango nje katika njia kuu, wakamfungua. Baadhi ya watu waliosimama huko wakawaambia, mnafanya nini kumfungua mwanapunda? Wakawaambia kama Yesu alivyowaagiza, nao wakawaruhusu. Wakamletea Yesu yule mwanapunda wakatandika mavazi yao juu yake, akaketi juu yake. Watu wengi wakatandaza mavazi yao njiani, na wengine matawi walioyakata mashambani. Nao watu waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti, Hosana! Ndiye mbarikiwa ajae kwa jina la Bwana. Umebarikiwa na ufalme ujao wa baba yetu Daudi. Hosana juu mbinguni. Naye akaingia Yerusalemu hata ndani ya hekalu, na alipokwisha kutazama yote pande zote, kwa kuwa ni wakati wa jioni, akatoka akaenda Bethania pamoja na wale Thenashara. Hata asubuhi yake walipotoka Bethania, aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake, na alipoufikilia hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Akajibu akawaambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Wakafika Yerusalemu, naye akaingia ndani ya hekalu, akaanza kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza na kununua ndani ya hekalu, akazipindua meza za wabadili fedha na viti vya wauzao njiwa, wala hakuacha mtu achukue chombo kati ya hekalu. Akafundisha akasema, je, Haikuandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote? Bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Wakuu wa makuhani na waandishi wakapata habari, wakatafuta jinsi ya kumwangamiza, maana walimwogopa, kwa sababu mkutano wote walishangaa kwa mafundisho yake. Na kulipokuwa jioni, alitoka mjini. Na asubuhi, walipokuwa wakipita, waliuona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia Rabi, tazama mtini uliolaani umenyauka. Yesu akajibu akamwambia, mwaminini Mungu. Amin nawaambia, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka, ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote mio ambayo mkisali aminini ya kwamba mnayapokea nayo, na yatakuwa yenu. Nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Lakini kama ninyi hamsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hatawasamehe ninyi makosa yenu. Wakafika Yerusalemu tena. Hata alipokuwa akitembea hekaluni, walimwendea wakuu wa makuhani na waandishi na wazee, wakamwambia, ni kwa mamlaka gani unatenda mambo haya? Naye ni nani aliyekupa mamlaka hii uyatende haya? Yesu akawaambia, nitawauliza neno moja, nanyi mnijibu, kisha nitawaambia ni kwa mamlaka gani nayatenda haya. Ubatizo wa Yohana ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Nijibuni. Wakasemezana wao kwa wao wakisema, kama tukisema ulitoka mbinguni, atasema mbona basi hamkumwamini. Ila tukisema ulitoka kwa wanadamu, waliogopa watu, maana watu wote walimwona Yohana kuwa nabii halisi. Wakamjibu Yesu wakasema, hatujui. Yesu akawaambia, wala mimi siwaambii ninyi kwa mamlaka gani na yatenda haya.